Na mtazamaji, Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amewataka viongozi wa kisiasa kukoma kutumia bei ya majani chai kama silaha ya kisiasa, ya kisiasa akisema kwamba changamoto zilizopo katika sekta ya majani chai ni za kiufundi na zinahitaji suluhu za sera na kuboresha ubora wa mazao. Kagwe amesisitiza kwamba wakulima wako huru kuuza chai popote wanapopata bei nzuri akiwaonya viongozi dhidi ya kuigawa sekta hiyo kwa misingi ya kikanda issues are not political tea test issues are not political issues they are technical issues it is a technical issue we have also got options na tuambia watu wa KTDA wafanye hivi we have said the tea market is also open it's also open on the internet wewe ukiwa na majani yako Usikie pale unauza sio mzuri. It is open for you to sell anywhere in the world.